Ndugu zangu Waanglikana wote wa Tanzania, ndugu zangu wa Tanzania wote, Merry Christmas kwenu wote. Krismasi ni zaidi ya fumu ambalo linawasilishwa kwetu, sehemu Yesu aliyozaliwa na kukua, inapaswa kuandaa uwelewa wetu wa kuwa kanisa katika ulimwengu huu usio na haki na usio salama. Injili yetu kwamba Mungu ametujia sisi katika ubinadamu wetu kwa njia ya Yesu Kristo. Lazima ushuhudie ushuhuda wetu halisi kwa sababu Kristo alizaliwa katika umasikini kama Myahudi masikini aliyekandamizwa na mfumo uliowatenga watu wengi sana. Tafakari hii haipaswi kutuliza bali kukabili kutoa changamoto na kufahamisha na kuongoza jinsi kanisa linavyopaswa kushuhudia leo ili kuwaweka watu huru na kutulazimu sisi kushiriki majukumu yetu kama wafuasi wa Kristo waliokombolewa. Ndugu zangu Waanglikana na Watanzania wote, niko hapa leo kutafakari pamoja nanyi kuhusu Krismasi. Ninajua kwamba tafakari hii ni lazima ituunganishe kwa kina na maisha kandamizi ambayo Kristo alizaliwa. Ni lazima tuzingatie jinsi kuzaliwa kwa Kristo kulivyokuwa tishio kwa mifumo dhalimu, hasa miundo ya mamlaka za kidini ambayo ilishirikiana na serikali dhidi ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Tunapoangalia mazingira haya yote, ninaelewa kuwa ni rahisi sana kutupa lawama zote za dhuruma za kwenye kwa, kwa, kwa, kwa, kwa wanasiasa kwa sababu kufanya hivyo kunatusaidia sisi ambao ni maskofu kuepuka kujiangalia sisi wenyewe juu ya dhuruma zetu dhidi ya miundo kandamizi ya kidini nikiwa na hilo akilini, ni nia yangu siku ya leo kuzungumzia miundo dharimu hasa miundo ndani ya kanisa Amirikani. Nikiwa askofu wa Tanzania, ninaonyesha kidole kwetu Waanglikana maana ninaupenda sana Uanglikana na ninataka Uanglikana utubu na kuwa bora katika nchi na visiwa vyote vya Tanzania. Hivyo tafakari yangu leo inajengwa juu ya kile ninachopaswa kukifanya na kukiongoza katika jimbo Katoliki la Kianglikana nchini Tanzania ambayo ni mambo makuu yafuatayo: kuwafikia wamsikini wote waliokandamizwa, kuwafikia wanyonge na waliotengwa, kuwa waunganishwe katika upendo wa Yesu Kristo, kama tunavyomtazama Kristo alivyozaliwa siku ya leo. Na jambo la pili ni kukataa kabisa mifumo, katiba na kanuni za kuwa kanisa linalotumia dini kutakasa tabu, dhuluma, unyonyaji na kutumia imani kama biashara kwa watu. Tunalazimika kukataa kuwaona watu kama rasilimali zetu. Kwa sababu kufanya hivyo ni kumwona kwa uongo Kristo aliyezaliwa. Na jambo la tatu, kuweka huu kutoka katika utumwa wa mlengo wa kushoto wa kanisa la Kianglikano, na hasa ule unaotakasa tabia za kushoga na utoaji mima usio na kikomo, misingi ambayo miundo yake imetawala katika Uanglikana kana kwamba hiyo ndiyo Injili ya sasa katika ulimwengu wa leo. Na jambo la nne ni kujikita kuwa kanisa lililo salama kwa watu wote na hasa wale walio wanyonge kuliko watu wote katika jamii yetu, katika ulimwengu ambao si salama, ili kuiweka kanisa kuwa salama kwa wote wanaoingia katika kanisa. Nitakuwa na mengi sana ya kusema juu ya hili wakati ya sikukuu ya watoto wasio na hatia itakaoadhimishwa tarehe 29, mwezi huu. Ndugu zangu Waanglikana Watanzania, tukumbuke kwamba tabaka la watawala wa hekalu na marabu wakati wa Yesu alipozaliwa walilazimisha kanuni za kidini ambazo hazikuwa na mamlaka yoyote kabisa katika mapenzi ya Mungu nasi katika nyakati zetu tunaweza kutambua kwa urahisi kabisa mifumo katika maazimio mengi ambayo tunayapitisha katika sinodi zetu ambazo kulitumia jina la Mungu bure. Katika hayo tunashuhudia kuona tumekuwa na uanglikana ambao umeshindwa kabisa kujiimarisha kama nuru ya upendo wa Mungu na kutimiza haki katika jamii. Badala yake uaskofu umekuwa ni mikono ya kisiasa kama ilivyokuwa wakati wa mfalme Herode, wakiendeleza na kukandamiza mateso ya watu huku wakitumia nafasi zao kujinufaisha. Kwa mfano, Mariamu na Yusufu na mtoto wao Yesu walitozwa na mamlaka ya kidini tozo kubwa sana ili sio kuwasaidia masikini katika jamii bali kujinufaisha ama kuwanufaisha wale waliokuwa katika mamlaka katika hekalu. Na tunaliona hili tukishuhudia kwamba waliachwa zaidi ya asilimia tisini wakiwa wanyonge masikini, bila matumaini ya uhuru wa kiuchumi. Je, tunaweza kuwauliza mafarao wetu kuhusu matumizi yao ya fedha katika kanisa? Kwa nini pamoja na tozo kubwa ambazo mfarao wanawatoza Waanglikana Kanisa la Anglikana nchini Tanzania bado limezungukwa na umasikini uliokithiri katika jamii nyingi hasa vijijini? Kwa kuwa siionei haya Injili kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu wa kwa watu wote, basi nalazimika kufanya tafakari hili pamoja na Najua Waanglikana wanatafakari sana juu ya kk, lakini wana uoga, wana uoga wa kuuliza kwa sababu hawajui watakapouliza kitu gani. t Najua kwamba kuzaliwa kwa Yesu kulitishia uwezo na nguvu za hekalu, jambo linalofanana kabisa na jinsi kuzaliwa kwa vuguvugu letu la kutoka katika uanglikana nchini Tanzania limekuwa ni tishio kwa mafarao wa Tanzania. Ninafahamu jinsi gani kama vile Mfalme Herode na watawala wa hekalu, walivyo walivyoamuru Yesu awawe. Mafarao wanaojulikana nchini Tanzania wameomba nguvu ya kisiasa nchini Tanzania kupinga hali ya huduma ya usajili wetu. Tumesikia wakiongea kwa wazi kabisa na vyombo vya habari juu ya nia yao ovu na jinsi, jinsi isivyo na mashiko ya kielimu wala isivyokuwa na mashiko ya kisheria. Ninaelewa wanapaswa kufanya hivyo, kwa sababu kuzaliwa kwa kutoka ni tishio kwa kanuni za kidini za udhalimu ambazo Waanglikana wamekabika nazo miaka mingi, lakini wacha nitumie tafakari hii ya Krismasi kuwahakikishia kwamba tumaini hili na Kristo, la Kristo la kuzaliwa katika siku ya leo ni tumaini litakarudumu katika jimbo letu nchini Tanzania. Najua usomaji wa historia jinsi wanavyoisoma umejikita tu katika ujinga, chuki na woga. Habari njema ya Krismasi ni hii: ninawahakikishia kuwa ombi lao na nia yao haitasimama kamwe, kwa sababu tofauti na wakati wa siasa na wakati wa Herode, Tanzania ya leo ni jamhuri ya demokrasia na Waanglikana nchini Tanzania wamehakikishiwa haki yao ya kikatiba ya kuchagua aina yoyote ya Waanglikana wanaotaka bila kuingiliwa na sheria. Sababu ya mafaragi kutuogopa ni sababu ile ile ya viongozi wa hekalu kuogopa kuzaliwa wanachokiogopa kwangu ni askofu wa Kianglikana ambaye hana muda, na wala hata zidia macho wala masikio mbele ya ukuzi wa kanisa ambalo lipo kwa ajili ya kukandamiza watu, badala ya kuwaweka na uwekezaji wa mambo ambayo hayawasaidii wa Kristo bali yanawasaidia. Wanajua mimi kama askofu wa Kianglikana sitalizugia macho ya hio na. Na kingine walichokiogopa ni kwamba wanaogopa kuwa jimbo letu litasimama kama tofauti kubwa na jimbo lao nchini Tanzania. Tafakari yetu ya Krismasi pia inatukumbusha kile ambacho mafarao wanajivunia sana, sawa na masadukayo kipindi cha Yesu wanajivunia wanaharakati wa ushoga na utoaji mimba ambao fedha zao zinatumika sana kuimarisha ushawishi wao katika ngazi mbalimbali za kiwasikofu katika kanisa katika fungamano lao kati ya Canterbury na nugo. Hata hivyo tumesikia wakijivunia katika waraka wao wa riftia hivyo uwepo wao kama jimbo conservative la kianglikana nchini Tanzania ni kinyume kabisa dhidi ya majuzimio yayo. Jimbo letu linataka kutunza na kuhifadhi imani yetu ya kianglikana na utambulisho wetu wa uanglikana dhidi ya juhudi za kenti bali zinazotaka kubadilisha na kupotosha uanglikana wetu ili uelekee katika mambo yanayopotosha kuzaliwa kwa kutoka ni kupinga aina yoyote ya kazi za kidini ambayo mara kwa mara inataka kuwalazimisha ama inataka kutulazimisha kukiamini kile ambacho hakutaki kukya. Tunatafakari juu ya kuzaliwa kwa Yesu katika kuelewa hamu yetu na nia yetu na uwekezaji wetu ili kupunguza makali ya umasikini nchini Tanzania na kuanzisha ama kuimarisha sauti za wanyonge ili zisikiwe katika matumaini yao hasa kwa jumuiya ambazo zipo vijijini katika Tanzania ambazo zimesaulika katika maendeleo. Hivyo basi, naomba serikali ya Tanzania ituone kama jimbo la Kianglikana la Kiorthodoksi ambalo halitafumbia macho kuwachwa nyuma kwa Watanzania katika maendeleo na pia halitatumia madaraka yake katika kitu chochote bali madaraka yake katika kuwekeza kwa watu kuwa huru na kuwafanya waishi maisha yenye imani na maono katika maisha. Ndugu zangu Waanglikana, tunashuhudia kukua kwa jimbo letu linalozidi kupanuka na kuenea katika nchini Tanzania likizingatia misingi ya ibada, haki, amani katika kila kona ya Tanzania, kwa sababu tafakari yetu ya Krismasi inatupeleka kwa Yesu Kristo pekee ambaye alienda kutoka mji hadi mji, alitembea kutoka mkoa hadi mkoa, alikwenda kutoka diocese hadi diocese ili akitoa maisha mapya, akitoa matumaini na kutangaza njia mbadala kutoka katika ukandamizaji na uzangii. Kwetu sisi Krismasi ni nguvu yetu kubwa ya uhuru, matumaini, wema na maendeleo. Nawaomba na namwomba na mtoto Yesu ili krismasi hii itufanye tuwe na nguvu na udhabiti katika safari yetu ya kutoka na kujenga kanisa letu sisi wenyewe. Tukumbuke kwamba ulikuwa ni usiku wa baridi sana katika Mediterranean. Wakati Yesu na Mariamu walipokuwa wakitembea ili kwenda katika mji wa Bethlehemu. Walipotembea katika eneo gumu wakipanda punda na miguu, kwa sababu waliitwa kwa nguvu kutoka katika sehemu hiyo ili kwenda Nazareti, katika mji wa Bethlehemu. Ikiwa ingekuwa safari hii ya kifahari Yosefu na Mariamu wangechagua usafiri wakati wa majira tofauti, lakini hawakuwa na chaguo, maana utawala wa kidhalimu uliwafanya Mariamu na Yusufu kuelekea Bethlehemu. Tukumbuke pia mamlaka ya hekalu iliwatoza tozo kubwa sana maskini zaidi ya asilimia sitini ya kipato cha lakini hawakukitumia katika kuwasaidia walio wanyonge bali kuimarisha nguvu na utajiri katika hekalu. Mara kwa mara Mariamu na Yosefu walijikuta wakiishi katika mabegu. Ndugu zangu Waanglikana, tumechosha kuwa wadaiwa katika Uanglikana huo, kama Mariamu na Yusufu kutoka kwetu si kwa anasa bali ni kwa lazima Ndiyo, sasa bado tunasafiri kwenye baridi, mvua na jua kuelekea utu na uhuru wetu. Wengi wenu mmejenga makanisa tayari, lakini wengi wenu bado mnaabudu bila kuwa na jengo la kanisa. Hata hivyo, tukilinganisha miezi yetu mitatu tangu kufunguliwa kwa jimbo letu mnamo Septemba 15 mwaka huu wa 22 na ukilinganisha miaka zaidi ya mia na hamsini ya upotoshaji wa Anglikana nchini Tanzania tunaona mafanikio makubwa sana, na yale yanayokuja hapo baadaye, kwamba tumeanza vema na tunaelekea kwenye ukuu. Merry Christmas wa Tanzania wenzangu, Merry Christmas wa Waanglikana wenzangu na Mungu Episcopal Anglican Media midia Maisha yanayohubiri.